Kesi tumeelewa vizuri, barua imejaa kiingereza cha ajabu tuze tuze an yani tuze nyingi eh? Yani, kwa mfano kuna wakati mmetuandikia tuze TFF you know, tuze FIFA, tuze KAFU, tuze Simba saelewa tuze mtibu, yani tunashindwa kuelewa kipi ni kipi na mbaya eh? zaidi sasa kuna sehemu mmechanganya mpaka tens <coughs> <coughs> <We> lwzi <will use. tose> mlikuwa mnamaanisha nini? Umeona tense hizo. Kwa nini lakini? Hamna mwandishi wa hizi barua appear aamanibarua the ground hii alikamwa, alafu unaona, sio ground sasa <laughs> ground, ground <link. laughs> kuna so, groundling <laughs> kweli kwenye Kiingereza, jamani. Kwa hiyo sisi kesi